Serikali yajipanga kudhibiti magugu maji ziwa Viktoria. Serikali yaahidi kuendelea kuchukua mwelekeo wa kimkakati wa kuwekeza kwenye maeneo yenye uwezo wa kukuza uchumi jumuishi na shindani. Na katika habari za kimataifa, watu 20 wauawa katika mashambulizi ya Israel huko Gaza. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tunaanza na taarifa inayoeleza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan leo amezindua rasmi sera mpya ya mambo ya nje, hatua inayolenga kuimarisha nafasi ya Tanzania katika anga za kimataifa na kuitikia mahitaji mapya ya kisiasa, kiuchumi na kijamii yanayolikabili taifa, ambapo sera hiyo pia inatambua nguvu ya lugha ya Kiswahili kama bidhaa ya taifa, huku Watanzania waishio ughaibuni wakipewa nafasi maalum kwenye ajenda ya kidiplomasia taarifa ya Akizungumza katika uzinduzi wa sera hiyo mpya ya mambo ya nje ya mwaka 2021 toleo jipya la mwaka 2024 rais Dr. Samia amesema kuwa sera hiyo sasa ina misingi nane badala ya saba, na mabadiliko hayo yamelenga zaidi kuvutia uwekezaji mkubwa wa mitaji ili kuchochea ukuaji wa biashara nchini, pamoja na kuendeleza hadhi ya Tanzania kwa kutumia vizuri rasilimali tulizo nazo za kiuchumi, kisiasa kijamii pamoja na kiutamaduni. Aidha, amezielekeza wizara na wadau wa sera kutoa mafunzo ya kina kwa taasisi za umma juu ya maudhui ya sera hiyo na namna inavyogusa majukumu yao ya kila siku, huku akiwataka mabalozi wa Tanzania nje ya nchi kuisoma na kuielewa vyema na kuanza kuitangaza kwa lengo la kuonyesha matokeo chanya. Sasa tukio hili limebadilisha pia hali za siasa ulimwenguni. Huko nyuma wakati tunatafuta um, uhuru au tulipo tawaliwa, kulitokea neno linaitwa scramble for Africa. Lakini wakati ule ni scramble ya kutawala bara la Afrika. Sasa hivi kuna scramble for Africa kwa ajili ya kutafuta mambo ya kiuchumi, hasa haya madini ya kimkakati. Kwa hiyo nasi kama sehemu ya dunia lazima tutupe jicho kwenye eneo hilo na turekebishe sera zetu za mambo ya nje. Hali hii du, inaweka dunia katika mtihani wa kuhakikisha usalama wa nishati na ni hatari kwa nchi zinazoendelea ikiwemo Tanzania kuachwa nyuma. Eneo lingine ambalo limeibadili sana dunia na tishia usalama wa dunia na nchi yetu ni eneo la mapinduzi ya teknolojia, mbali na mazuri yaliyoletwa na teknolojia ya habari na mawasiliano tunayoyafurahia ni kushukuru sana Gudla Kimsola kwa taarifa hiyo. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kasim Majaliwa amesema serikali tayari imetenga fedha kwa ajili ya kununua mitambo mipya miwili itakayofanya kazi ya kuondoa magugu maji katika ziwa Viktoria, ambayo yamekuwa changamoto kubwa. Mrisho Mapeo ametuandalia taarifa zaidi. Majaliwa ameyasema hayo baada ya kufika katika eneo la Kigongo, wilayani Misungwi, mkoani Mwanza, ambalo limeathiriwa na magugu maji kwa ajili ya kukagua maendeleo ya zoezi la kuyatoa, zoezi ambalo linaendelea. Awali akisoma taarifa ya utekelezaji wa zoezi la kuyaondoa magugu hayo, mkurugenzi wa tafiti ya mazingira kutoka Nemki Dr Menani Jango amesema ziwa hilo linakabiliwa na magugu maji ya aina tatu ambapo mpaka sasa yameathiri shughuli za uvuvi na usafirishaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Ziwa Victoria inakabiliwa na changamoto ya gugumaji. Vugumaji hili ni katika aina tatu. Aina ya kwanza ni vugumaji lipya, aina ya Salvinia molesta, aina ya pili mota hayasini, na aina ya tatu ni gugumaji la asili aina ya mtene. Mheshimiwa Waziri Mkuu, magugumaji haya yameasili nikuma ya ni ekolojia, shughuli za usafiri na usafirishaji, na shughuli za uvuvi katika baadhi ya maeneo ndani ya Ziwa Victoria.

cha mwezi Februari hadi kufikia tarehe 18 Mei mwaka 2025 kiasi cha tani arobaini kilikuwa kimeokolewa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Mwanza Saidi Mtanda amemshukuru waziri mkuu kwa kusikiliza kilio hicho cha muda mrefu ambapo mpaka sasa zoezi la kuyaondoa magugu maji linaendelea. Waziri Mkuu, tutumie fursa hii kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Mwanza kukushukuru sana, sana, wewe waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo umetupigania sana wananchi wa Mwanza, hususan eneo hili la Kigongo Busisi ambao ni waathirika wakubwa wa huduma za usafirishaji baada ya magugu maji mapya aina ya slovenia kuanza kujitokeza ndani ya ziwa Viktoria. Ulitoa maelekezo, ulituita Dodoma mara kadhaa lakini pia ulikuwa mkali sana, na hata wizara ya fedha wakatoa fedha kufuatia maelekezo yako, ili zoezi la kuhakikisha miundombinu hii inapitika, na leo hii tunashuhudia hizi vivuko vyetu vinaweza kufanya kazi kwa uhakika. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa yupo mkoani Mwanza kwa ziara ya siku mbili, ambapo hii leo amehitimisha ziara yake katika halmashauri ya Sengerema na Buchosa mkoani Mwanza. Na mtazamaji wa TVE tukiwa bado jijini Dar es Salaam, bodi ya ithibati ya uandishi wa habari imetoa onyo kwa wale wote wanaojaribu kujipenyeza kwenye taaluma ya uandishi wa habari kwa kutumia vyeti bandia au nyaraka zisizo halali, kwani hatua kali za kisheria zitachukuliwa kwa atakayebainika kufanya udanganyifu huo. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam leo na mwenyekiti wa bodi hiyo Tido hmm, Muhando wakati akizungumza juu ya kuanza rasmi kwa mchakato wa kutoa ithibati na vitambulisho kwa waandishi wa habari waliokidhi vigezo Amen. Amesema baadhi ya waombaji wa ithibati na vitambulisho vya waandishi wa habari wamekuwa wakijaribu kutumia vyeti feki ili kujipatia usajili kinyume cha sheria, jambo ambalo si tu ni kosa la kinidhamu, bali pia ni kosa la jinai. Ameeleza kuwa bodi haita sita kufuata usajili wa mwandishi yeyote atakayebainika kuwasilisha nyaraka za kugushi na kumfikisha kwenye vyombo vya sheria, huku akibainisha kwamba lengo la mfumo mpya wa tai habari ni kuimarisha taaluma kwa kuhakikisha kuwa waandishi wote wanaotambulika wanasifa na mafunzo stahiki kwamba profesheni yetu iweze kuthaminiwa, profesheni yetu iweze kupata hadhi stahiki na haiwezi kuwa hivyo ikiwa halitakuwa swala la la, la, la, la, la elimu. Umesomea hii kazi unaijua vizuri, sio tu kwamba yoyote yule. Yaani tofauti yako wewe mtangazaji na mtu yoyote kwa sababu wewe mtangazaji sini sauti. Sasa haya kila mwenye sauti nzuri na kwa kuwa anazungumza aitwe ni mtangazaji. What's the difference between wewe na, mtangaza, na, na yani we mtangazaji na mtu mwingine wa kawaida. It's very important, lakini ilipo il, ukiacha hiyo itakuwa ni mtu yoyote, na ndicho kilichotokea kwamba iliwachwa, ikawachwa basi kila mtu akatumbukia, na kwa ajili hiyo tena ikaonekana kazi hii kumbe, you know, kuna haja ya kuelimika you walk from wherever you are, umetoka huko, umeingia umeamua, au mzee wako kafungua kafungua, ana senti kidogo kaanzisha radio, we ndio mtangazaji wetu. Aidha, ameeleza kuwa utekelezaji wa sheria ya huduma za habari sura ya 229 sasa unaingia katika hatua ya vitendo ambapo waandishi wa habari wanapaswa kuthibitishwa kitaalam kupitia mfumo wa kidijitali ujulikanao kama Tai Habari, huku akiwahimiza wanahabari kushirikiana kwa dhati na bodi hiyo kwa kuhakikisha usajili unafanyika kwa uwazi, uadilifu na kwa kuzingatia viwango vya kitaaluma. Taasisi ya elimu Tanzania TET imeanza kutoa mafunzo kwa walimu wa shule za msingi nchini kutokana na mitaala iliyoboreshwa kwa walimu ambapo lengo la mafunzo hayo ni kuhakikisha walimu wanakuwa na uwezo mzuri wa ufundishaji kwa watoto katika masomo ya TEHAMA ili kuendana na ulimwengu wa kidigitali. Mwandishi wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma anayo taarifa zaidi. Mkuu wa kitengo cha habari na uhusiano wa taasisi hiyo Jamila Mbaruku amesema hayo jijini Dodoma wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusiana na mafunzo hayo, ambapo amesema tayari wameshafika mikoa wa kumi na tano na sasa wapo mkoani Dodoma ili kuifanya elimu yetu iwe bora yenye kuleta tija kwa maslahi ya taifa na hata kuwasaidia vijana waweze kujiajiri. Kwa hiyo kwa sasa hivi taasisi ya elimu Tanzania kupitia Wizara ya Elimu Science na Teknolojia Uh, tunafanya mafunzo haya kwa mikoa yote Tanzania. Lengo kuu la mafunzo haya ni kuhakikisha walimu wana, wana, wana, wana, wana, wana kuwa na uwezo mzuri wa kuwa na mbinu mbalimbali mbali za ufundishaji ili kuweza kuwasaidia wanafunzi waweze uh, kufahamu vizuri yale masomo yao. Kwa upande wake, mratibu wa mafunzo hayo Joyce Kahembe, amesema kuwa mafunzo hayo yanafanyika kwa walimu wa darasa la nne wa masomo ya sayansi na Kiingereza huku akiwahamasisha wazazi kuwahamasisha watoto wao kusoma masomo ya sayansi. Wazazi kwa kweli wawahamasishe watoto kupenda sayansi na isiishie hapo tu, ukimwona mtoto amekuja nyumbani, kwa sababu ni vitu atavifanya atavifanya practically akiwa nyumba, akiwa shuleni. Anapofika nyumbani, ebu fanya naye, kaa naye kwa karibu, mpe mtoto mwanya, kwa sababu unaweza ukaitumia hii program ya e-coding, ukatumia hata simu yako tu smartphone, ukatumia ukatumia na bado huyu mtoto kwa kutumia pinkong, na bado mtoto akaweza akajifunza zaidi, akafanya more practices, na hiyi unamfanya mtoto hawe na ule ile hamasa ya kuendelea kupenda kusoma sayansi na akajifunza zaidi. Nao baadhi ya walimu ambao wamepatiwa mafunzo hayo wameishukuru serikali kwa mafunzo na kudai kuwa yatawasaidia kufanya kazi kwa vitendo tofauti na hapo awali ikiwa ni pamoja na kupanua uwezo wa watoto katika kujifunza. Tumejifunza kwa vitendo kwa maana ya practical, lakini pia tumewezeshana walimu kwa walimu, kwa hiyo imetufanya tuwe na confidence zaidi hata pale tutakapoenda kufundisha wanafunzi darasani, kwa maana tuna uwezo wa kuwawezesha nao wakawezeshana kama ambavyo tulikuwa tunawezeshana sisi. Mafunzo haya kwetu yamekuwa ni yana manufaa makubwa sana, kwa sababu mwanzo, kabla tujapata mafunzo, tulikuwa tunapitia changamoto nyingi sana kwenye ufundishaji wa hizi topic mpya ambazo zimeongezwa ikiwemo topic ya coding. Lakini kupitia mafunzo haya tumejifunza vitu vingi vipya ikijumuisha kufanya yale tulikuwa tunayajua theoretically kuyafanya na practical way kwao. Naamini nikimaliza mafunzo haya, nikirudi kazini, nitakwenda kuwasaminisha wenzangu na pia mafunzo haya yatatusaidia kwenye kufundisha sehemu ya coding haswa practically. Ni kushukuru sana Pendo Mangala kwa taarifa hiyo.